Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amefutilia mbali uwezekano wa kurejea kwenye meza ya mazungumzo na Marekani katika siku za karibuni, akisisitiza kuwa Tehran inahitaji hakikisho thabiti kuwa haitashambuliwa tena. Katika mahojiano maalum ya kituo cha habari cha CBS Evening News ya Marekani, Araghchi alijibu matamshi ya Rais Donald Trump aliyedokeza kuwa kuna uwezekano wa kurejea kwa mazungumzo ya nyuklia kati ya mataifa hayo mawili mapema wiki hii. Hata hivyo, Araghchi alisema licha mlango wa diplomasia kubaki wazi, Iran bado inahitaji muda zaidi wa dhamana ya usalama. Kauli hii imekuja kufuatia mashambulizi ya kijeshi yaliyotekelezwa na Israel dhidi ya maeneo ya nyuklia na miundombinu ya kijeshi ya Iran, ambapo Marekani pia ilishiriki kwa kushambulia maeneo matatu muhimu ya nyuklia ikiwemo eneo la Fordo, Natanz na Isfahan mnamo Juni 21. Mgogoro huu unaendelea kuzua wasiwasi mkubwa wa kiusalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku majaribio ya kidiplomasia yakisuasua, na hatma ya makubaliano ya nyuklia baina ya Marekani na Iran ikisalia katika mashaka.